Jambo msikilizaji, na karibu katika kipindi dira ya tabianchi. Lengo la kipindi hiki ni kuchambua kwa kina masuala ya mabadiliko ya tabianchi na hali ya hewa kwa madhumuni ya kuimarisha maisha yetu duniani. Mimi ni Noel Cynthia Atieno. Katika kipindi chetu cha wiki iliyopita tuliangazia kazi inayofanywa na vijana katika eneo la Kibra jijini Nairobi, ya kusambaza taarifa za hali ya hewa katika jamii kupitia mfumo wao wa Weather Mtaani. Wengi wenu mliwasiliana nasi katika mitandao ya kijamii ambapo Emmanuel Kibet alisema kuwa, kabisa hii ndiyo sauti ya Mkenya na itazidi kuwa sauti ya Mkenya kila mara. Blessed Erasso alisema tunaomba sana programu hii pia itufikie sisi upande wa Taveta, maana mvua hukuwa na utabiri hufanyika lakini lugha inayotumika ni ngumu kwa watu wengi kujua, maana sio wote waliopata fursa ya kuenda darasani na kuhitimu. Fidas Kamede kutoka Satellite Kabiria alisema mchango jamii inaweza toa ni kudumisha usafi, kama kutotupa takataka taka ovyo ovyo, kufungua mitaro iliyozibwa na taka pamoja na mchanga. Asante sana msikilizaji wetu kwa kuendelea kuwasiliana nasi. Katika kipindi cha leo, tunaangazia njia anuwai za kusambaza jumbe za hali ya hewa ikiwemo matumizi ya sasa kabla hatujazamia kwenye mada yetu ya leo, tafadhali naenda kwenye mitandao yetu yote ya kijamii at KBC Radio Taifa, na ujibu swali hili. Je, umefanya maandalizi gani kujiandaa kwa mvua zinazotarajiwa katika msimu huu? Je, umefanya maandalizi gani kujiandaa kwa mvua zinazotarajiwa katika msimu huu? Jibu lako litasomwa katika kipindi cha wiki ijayo. Maeneo ya vitongoji duni yanajulikana kwa changamoto tele. Mtaa wa Kibra ambao ndio eneo la makazi duni kubwa zaidi nchini huwa katika hatari kubwa ya mafuriko kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo jiografia yake yenye miteremko. Kinachotia matumaini ni kwamba eneo hili limejaa vijana wenye bidii wanaotumia mbinu mbalimbali mbali kukabiliana na changamoto hii, pamoja na changamoto nyingine mbalimbali mbali. kikundi cha jamii cha Kibra Community Emergency Response Team kimejitokeza itumia nguvu ya sanaa kama nyenzo ya mawasiliano. Dhamira yao si tu kulinda mali zilizopatikana kwa bidii, bali muhimu zaidi ni kuhakikisha usalama wa maisha ya wakazi wa Kibra. Mazingira, mazingira yetu. Naitwa Moses Tito Mundi. Mi natoka Kibra na nawakilisha kikundi cha kijamii ambayo naitwa Kibera Community Emergency Response Team. Tunafanya kazi ya prevention, mitigation na response kwa masuala za emergencies and disaster but at the community level na tunatumia sanaa ama tunatumia theater kama mbinu ya kuweza kuhamasisha jamii kwa masuala za pollution, masuala za general climate na pia hata masuala za floods, sababu naamini kwamba ni vizuri kujiandaa sio sababu inanyesha, but ni vizuri kujiandaa sababu itanyesha, especially katika mitaa zetu, mahala ambapo watu wanaadhirika na mafuriko wakati ambapo kunanyesha. Tumeweza kuintegrate sanaa na kuongea kama mbinu ambazo tunatumia kuweza kukabiliana na suala za emergency response na even issues generally za climate change in short, tunaita climate action, kwa sababu lazima ufanye kitu pale katika mitaa, ili watu waweze kupata taarifa ya zile vitu ambazo zinawakumba kulingana na climate. Labda utuelezee aina ya sanaa ambayo mnatumia, kwa sababu sanaa ni eneo pana sana. Tunatumia theater ambayo tunaita Participatory Education Theater ama kutumbuiza kupitia kuelimisha, unatumbuizwa lakini unaelimishwa. Na mbinu hili si ile ambayo ina solve problem ya jamii hapana. Mbinu hili inaweza kuelezea jamii yale vitu ambazo zinawakumba, na jamii yenyewe inapewa nafasi kuweza kutatua shida zao. Tunaita through spect actors. Spect actors ni wale ambao other theater wanawaita spectators. Sisi tunaita spect Actors. Au utakuja tu kututazama, bali kwa njia moja au nyingine utahusishwa katika ile play ama katika ile skit ili uweze kuangazia yale mambo ambaye wale ambao eh, tunawaita characters ama wale ambao tunaita tunawita actors wameweza kuonyesha pale katika ile acting. <coughs> Kwa nini mliamua kutumia sanaa na si njia ingine ile ya kusambaza jumbe hizi za kuhamasisha jamii? Sanaa inaleta watu pamoja lafta ama ucheshi, aina ubaguzi wa kabila wala ucheshi aina ubaguzi wa jinsia. Mtu yeyote yule anaweza cheka, na unapompa mtu nafasi ya kucheka unamvutia karibu, sababu wangependa kujua unacheka nini. Pale Kibra wakati wa mfuriko wa mwaka jana, ambayo kuna familia iliweza kupoteza mmoja wao katika kupelekwa na hiyo mafuriko, ilihuzunisha sana kwamba yule mtoto angeweza kusaidika, na pia kuna mama angeweza kusaidika, ilikuwa ni jambo la kuhuzunisha sana pia. Manyumba na vifaa vya nyumba viliweza kupelekwa na maji hadi katika Nairobi Dam, mahali ambapo siku hizi tunasema it's a defunct dam, haifanyi si damu kama jinsi ambavyo inapaswa. Na kusema ukweli nilikuwa na msukumo sababu kwa mstari wa mbele katika kurespond, na aina ya response ambayo mimi nafanya ni ile kuangazia zile shida ambazo mafuriko ama janga mengine yanasababisha katika mtaa wa Kibra. So nilikuwa mmoja wapo wa watu wa kwanza kuweza kukua pale na kuweza kuwitness yale ambayo yalifanyika. So hii ilinipa msukumo kuweza kutafuta mashirika mengine ambayo tunaweza kuja na wao pamoja, ili tuhamasishe jamii wao wenyewe, mtu asiende kuishi katika zile eneo za maji ama katika eneo za mto, ambapo kukinyesha anaweza pelekwa, mafuriko yanaweza pita na yeye. So tunahamasisha jamii, ili mtu binafsi ajisikie mwito aweze kuhama ama kuele, kuenda kuishi mahali ambapo ni pazuri, mahali ambapo hata wakati ambapo kuna nyesha hataweza kupelekwa na mafuriko. naendelea kusikiliza Dira ya Tabianchi ambapo leo tunaangazia njia anuwai za kusambaza jumbe za hali ya hewa ikiwemo matumizi ya sanaa. Karibu tena, mimi ni Noel Cynthia Atieno huko eh, na ktktk na Bwana Moses, katika nyakati hizi ambazo teknolojia ama mtandao umekita mzizi katika jamii, je, teknolojia imekuwa yenye manufaa katika kazi yenu? Mimi ni mfuasi sugu pale kwenye mtandao wa kijamii, na ni katika mtandao huo ndio natumia kupitisha ujumbe. Napenda sana katika lugha ya kimombo kupost, so, naposti sana yale masuala ambazo zinaathiri jamii, na tuko na kikundi ambaye iko na wafuasi zaidi ya elfu tisini na nane ambaye ni Tukibera ni kwetu, na hiyo platform ndio platform ambapo tunatumia kuweza kuhamasishia jamii. Na ujumbe wako wa mwisho kwa wakazi wa Kibra unaowahudumia na hata Wakenya kwa jumla kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa ni gani? ea sana wakazi wa Kipra wanapopata ujumbe waizingatie, jesi sababu nimesema awali, sijiandai sababu inanyesha, najiandaa kwa sababu itanyesha, na mimi ningetamani kuona kwamba wakazi wa Kipra wanachukulia uzito ujumbe haya. Kwa mfano, napopost kwamba kutanyesha, usingoje nyeshe ndio uli utafuta mbele. Napopost kwamba kutanyesha, ni vizuri kwamba uanze ku prepare drainage, niposa maji napokuja isibebe ale takataka hadi ndani ya nyumba unapopanguza ama unapofanya unapo usafi pale katika mtaa, maji yanapokuja takataka hataenda kwa nyumba, ama ninapoangazia kwamba rada ya wedha mtaani kwamba kutanyesha, unatoka mahala ambapo inakuweka katika hadhari ya kubebwa na maji, unakuja mahala ambapo uko katika utabiri wa hali ya hewa. Tuungane naye mwanahabari wetu Esther Tutu. Mjini Nairobi hali ya joto na anga kavu inatarajiwa haya yanashuhudiwa huku taifa likitarajia mvua katika msimu huu wa masika linaloanza mwezi wa Machi hadi mwezi wa Mei. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema hali ya joto jingi linaloshuhudiwa nchini ni hali ya kawaida kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua za masika. Taifa linatarajiwa kuanza kupokea mvua wiki ijayo. Mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa nchini Kenya Dr. David Gikungu amehimiza umma kutumia vyema msimu wa mvua za masika, kwani ingawa mvua inatarajiwa kuanza mwezi huu itafuatwa na kipindi cha ukame. Zifuatazo ni athari zinazoweza kutokea kutokana na hali ya hewa inayotarajiwa katika mwezi wa Machi. Kunaweza kuwa na visa vya mafuriko katika maeneo ya mijini yenye mifereji duni ya maji na kando ya mito. Wakazi wanashauriwa kuepuka kutembea, kuendesha magari au baiskeli katika maji yanayotiririka. Unashauriwa kuvuna maji ya mvua ili kuongeza akiba ya maji. Mvua inayotarajiwa katika mwezi huu inaweza kusababisha barabara kuwa na utelezi na kupunguza uwezo wa kuona vizuri, hasa katika siku zenye mvua kubwa. Madereva wanahimizwa kuwa waangalifu barabarani ili kupunguza ajali. Kumbuka, utabiri huu unapaswa kutumika pamoja na utabiri wa kila siku wa masaa ishirini na manne unaotolewa na idara ya wa hali ya hewa. Haya ni kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Mimi ni Esther Toto. A hapo tunatamatisha kipindi chetu cha leo. Usikose kuungana nami juma lijalo tutakapochambua matarajio ya msimu wa mvua unayotarajiwa kuanza mwezi huu hadi Mei, pamoja na mbinu bora za kujitayarisha. Usisahau kwenda kwenye mitandao yetu yote ya kijamii at KBC Radio Taifa na ujibu swali hili, je, umefanya maandalizi gani kujiandaa kwa mvua zinazotarajiwa katika msimu huu? Je, umefanya maandalizi gani kujiandaa kwa mvua zinazotarajiwa katika msimu huu? Gharama ya kutochukua hatua kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ni kubwa kuliko ile ya kuchukua. Asante kwa wote waliohusika katika utayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Noel Cynthia Atieno, kwa heri kwa sasa.